Anafanya nini? Msichokijua, Dokasi anamkumbuka marehemu mama yake, inamaanisha kwamba huko. Baba mkumbuka nini? wewe ndepe nande, tatizo lenu nyinyi ni wakorofi sana eh? Alafu mnapenda maswala ya umbeaumbea umbea. Sasa kama mwenzenu kaangalia na kulikaria, si simwangalia muli, kuna tatizo mtu kulia? Hmm. Ndete msianini, anataka tutishe mara na tukubali, tutafanya vyovyote. Nisikilizeni, nisikilizeni. Hmm. Mimi nawaambieni vipi, kama kama toka kama anamwangalia marehemu mama yake analia na nyinyi mwaangalieni marehemu bibi yenu mtaria ko <tutu> nini? Si ndio mmesema kwamba analia? Mimi mbona mimi akaogopa mwenyewe, unavyoniona hapa kare kato nini

niliwahi kukwambia, umebeba mzigo mzito sana, lakini hukunielewa. Nadhani hukunielewa hmm? <laughs> oh, huna makosa, lakini una makosa makubwa sana. Hala, makosa makubwa wamesababishwa na hisia. Hisia zako ndio zilizokufikisha hapa. Nataka nazi na na salamu kwanza, mzee bana. Salamu mbana, yani salamu salamu. Salamu ndio nini? Inachelewesha muda bwana, niondoke Chukuu wangu kanazi pale kapo na vinyanya. Basi baba bwana, nipe tu wako ipetu. Umekuja kununua vitu au umekuja kwa ajili ya? Ni wale wale, wazee. Hapana, baba, Wewe kunienjoy wazee. Ah, baba, baba, wazee wengine kawa wachawi rafiki yangu. Sawa baba. Samahani sana bwana. Toka bwana. Samahani baba. Wewe bwana. Toka zako bwana wewe mzee. Baba, we we baba, samahani nimesema. Wewe mzee utakuwa mchawi ni wewe. Wazee wengine wanga kweli. Welikutoke maneno nirudishie. Kuna toka zako bwana. Sawa. Sawa baba. Wewe mzee vipi wewe? Nimesema usiongee. Baba. Hisia, hmm? Eh, ni kioo. Unapojiangalia, unapojitazama kwa kioo, sura yako itabaki hivyo hivyo, lakini unataka niseme nini? Akikubadilisha sura yako, lakini kitakwambia kwamba hapo umependeza au hujapendeza eh? sikia, nikuambia jambo. jitahidi sana kuwa mkweli kwa watu. Usipokuwa mkweli kwa watu utaendelea kuteseka na kuangamia.

Doka iko wapi? Manake atujalala hatujalalanaye usiku kucha. Hivi <maling noise> wewe utaacha lini umbea? Doka, doka, si uko ndani umo umemwacha Babu. Doka hatujashinda naye ndani, hayupo. Alafu nyinyi nyinyi mjua mna matatizo doka, si si, yupo ndani doka? Do, doka. Doka o <maling noise> <noise> <maling noise> <maling noise> <maling noise> Kwa Babu, kosa letu sisi kukuuliza doka liko wapi? Ndo nazoambia sisi ni wambee, hayupo hey. Ujua maisha yenu nyinyi warembo ni rahisi sana, na somo lenu la sasa hivi ni imla, na imla haitakiwi sana eh, kulemba umwandii. Nyinyi mnalemba sana umwandiki. Sauti zenu zinafanana kabisa, ila akija mtu asiojua hawezi kutambua kama sauti zenu zinafanana. Mnajua hmm? Nyinyi mnaweza kuoga hmm? Mmeoga hivi nyinyi <hazitano> hmm. nikina nani? Nyinyi ni dunia. Eh. Sasa kumbe si alikuwa nyuma huko anajisaidia. Kwa nini choo kiko wapi? Kwa nini masikio yako ni choni? Sikila kule. Hey. Babu.

Iko kidada mbuna njia asubuhi asubuhi tu kumchuna babu yangu asubuhi hii, ila wajuku hawakujua mapenzi. Tatizo wajuku hawakutaka kuyaenzi, ndio wanawaambia kule Makaleta vinazi kwenye ukwezi, nikawambia wazazi wangu jue ya penzi langu, nikawaeleza marafiki ah, zangu Damira, mnajua eh? Semeni sasa, nini mnataka nini katika maisha yenu? Mimi kitu kikubwa sana ninachokitamani hapa duniani ni maisha marefu tu, basi. Mimi pia natamani kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa hapa duniani baadaye. Siku nikija kwa rubani, nitakukumbuka wow. <laughs> sana na maneno yako. Unanikumbuka mimi, na ndio maana nikawaambia somo lenu nyinyi Hivi babu, kweli utanioa? Ah, ah, sasa wewe, mimi nitakuoa kweli. Yani, mii nitakuoa tena na harusi kubwa, wewe mwenyewe utafurahi. Sawa, nimefurahi kwa maneno yako mazuri, lakini nilikuja kukuulizia ile ishu, manake si unakumbuka nilikwambia nataka ninunue sehemu kubwa. Ah, ah, sasa wewe, hilo wala halina tatizo, mimi hera nitakupa mimi hera Yaani mimi naira. Mm. Yaani wewe tu. Kweli. M. Nichumu basi tena kidogo. Nichumu. Baba. Mimi tumu ni mtimga gani unaofanya, kama ana. Yaani babu amna siku ilionikasirisha kama leo. Yaani inawezekana yule ni mwanafunzi? Yani utafungwa miaka thelathini jela, na hiyo miaka sabini uliokuwa nayo, si miaka mia marehemu wewe. Yani unatoka gerezani maiti hivi. Babu, umefanya ujinga gani? Au wewe unakusumbua wewe? Sasa wewe mjukuu wewe, mjuku, wewe ujui tu nami pia nina upiru. Kwa nini usifanye na watu wenzi maenzio mpaka ufanye na kile ki mwanafunzi? Sasa wewe wewe, mimi nitakukafua, nitakukafua Nipige. Siogopi, manake wewe ndio uliofanya makosa, sio mimi. Mimi ndo nilokufumania e. Ila wajuku hawakujua mapenzi, tatizo wajuku hawakutaka kuyaenzi, wakaleta ushenzi kwenye mapenzi, wakaleta vinazi kwenye ukwezi Nikawaambia wazazi wangu juu ya penzi langu, nikawaeleza marafiki zangu juu ya dhamira yangu, ila wajuku hawakujua mapenzi. Tatizo wajuku

Wajuku hawakujua mapenzi tatizo, wajuku hawakutaka kuyaenzi mapenzi. Ya mimi na wewe yanawatesa wengi, mapenzi ya mimi na wewe yanaumiza wengi. Nilikusi usijeropoka, ongeza bidii sijafunguka wa mzee fufu wajukuu fu fuu wa mzee fufu mzee fufu, fufu, fufu, fufu nilikupenda kwa dhamira mapenzi yetu